Najua kwa serikali tuko na boards na hizi boards na kuanga mingi sana, tunakuomba tu kwa heshima, sababu tumefika hapa tukiona waibaji wetu kama watano wako kwa boards, different boards, hawa watu wako na makaratasi, tumesoma ni penye tu. Ukifika Facebook wezi sema umesoma kidogo, ndio watu wafikirie wewe ni mjinga wakusaidia tu ukiwa mjinga <laughs> but in the real sense ukiitishwa makaratasi kusema ukweli, tuko nayo, si ni ukweli? So tunakuomba tu kwa heshima your excellence, sababu wewe unapenda waibaji. Mimi naona anga penye tunaendanga hizi uh, forums support so, map unaona mheshimiwa deputy president venye anasifu hiyo kitu, inatoka kwa roho yake mm. Hata ndio nilikuwa najiuliza jana, Afadhali baba yangu angekuwa uhai aone mtu mwenye tunaimba na yeye in the same podium. Imagine, mm -hmm. ati Karangu wa Muraya kutoka Kagioine Mathioya. Afidhi yetu yenye iko na huko chini kabisa kwetu hata ukifika unasemanga daraka niji mbali. Nitakupeleka Mathioya siku moja. Atina mimi ni mimi nakaribia deputy president. Haa, hii ni mambo si rahisi. Si ni Mungu tu ameleta karibu na sisi. Tuko so, tunakuomba tu kwa heshima sababu wewe unatupenda. Hawa waibaji, wacha tufili. Wacha tufili mm hii -hmm. Serikali ni yetu kabisa. Mm -hmm. Hata hmm, na tunajua huwezi chukua wote hmm, lakini hata kama ni watano watasaidika, si tuko sawa? Hmm.